Leo bwana, tunazungumza uh, jinsi ya kutumia chakula kama dawa. Chakula kama dawa, unajua unatumia vipi? Tuko na Dr Grayson Babishomba, karibu sana dokta. Na sijui tunaanzia wapi kwenye hili. Ukia machungwa, utafune maganda na mbegu zake. Hmm? unapokula machungwa, utafune na maganda na mbegu zake, kwa sababu maganda ya machungwa imekuwa ya yakiupiga mwingi sana upande wa kuwa na kiwango kikubwa sana cha vitamini C. Dokta, maganda yale ya nje kabisa? Yes, maganda ya machungwa haya yana utajiri wa, wa, ya utajiri wa vitamini C. Kumbuka kwenye mwili wako wewe, kila sehemu ya mwili wako kuna askari ambao wanailinda hiyo sehemu dhidi ya mashambulizi ya namna yoyote. Ndio maana wewe ukiona sehemu yoyote ya mwili wako umepata ugonjwa, na maana askari wanaoilinda hiyo sehemu hawana nguvu, hawana nguvu au ni dhaifu hawawezi kulinda hiyo sehemu ndio maana imeshambuliwa. Sasa kati ya njia nzuri za kuweza kurekebisha kinga zako za mwili ziwe sawa, ili askari wako wa mwili hawawezi kulinda mwili wako ipasavyo, kutumia maganda ya machungwa kwa sababu yana kiwango kikubwa sana cha vitamini C. Mm. Lakini pia haya maganda ya machungwa yamekuwa msaada mkubwa sana kwa watu ambao wana shida ya uzito, wanataka kupunguza uzito kwa sababu maganda ya machungwa ya Kina kiwango kikubwa sana cha cha nyuzi nyuzi ambazo ni zinasaidia kupunguza uzito. Lakini pia kama nilivyosema uh, haya maganda machungwa hatuwezi kupuuzia utajiri wa madini ya potassium ambayo yapo kwenye maganda machungwa ambayo ni mazuri sana kwenye yanasaidia kurekebisha kiwango cha shinikizo la damu. Watu ambao wanakuwa na pressure kupanda au ya chini, maganda ya machungwa yanasaidia kuweka sawa shinikizo la damu. Okay. Lakini pia haya nimesema pia ule mbegu. Mm-hmm. Hizi mbegu za machungwa zimekuwa na majabu makubwa sana kwenye kuweka sawa mfumo wa chakula mwanadamu. Okay. Kwa hiyo lakini pia hata kwa magonjwa magonjwa mfano malaria, magonjwa ya bakteria. Ah, hizi mbegu za machungwa zimekuwa na msaada mkubwa sana. Hata kama ukiamka asubuhi unajisikia mchoko choka, tafuna mbegu za machungwa utaona unakaa vizuri kabisa. Kwenye chungwa kitu kitu chenye faida cha kwanza ni maganda, cha pili ni mbegu, cha tatu ni yale maji maji sasa ambayo nyinyi mnayakimbilia, mkifikiri ni bora zaidi. Bwana, kwa kuwa tunaacha vitu vya msingi zaidi kabisa, yaani ukipita mtaani ni takataka zinaenda kutupwa dampo. Lakini kwa mfano nchi kama Ujerumani, kijiko kimoja tu cha maganda ya machungwa kinauza kinauza karibu elfu tano. Haya maganda machungwa ambayo nyinyi mnatupa, kule Ujerumani karibu elfu tano hadi elfu saba jiko hiki moja cha maganda machungu, kwa sababu wanajua faida zake. Nao bwana machungu sana na makali <laughs> labda sage, sage. Sawa so, mm. Ukishindwa uh, ukishindwa kufanya hivyo basi unaweza uka, um, unachukua yale maganda mm. unayakatakata alafu unayachemsha kwenye maji. Mm. Alafu unakunywa yale maji. Okay. Eki kushinda unaweza kufanya hivyo. Yaani yale maganda si unayamenya. Mm. Alafu yale maganda maganda yale unayakatakata, unayachemsha kwenye maji, alafu unakunywa yale maji sasa kama ndio unaweza kunywa okay. Glasi moja asubuhi, glasi moja mchana, glasi moja jioni. Ukifanya hivyo wiki moja wiki mbili utaona mambo yanakuwa mazuri kabisa. Hata kama una magonjwa yanakusumbua sumbua. Ndio maana unaona unaona hata vipodozi vingi sana. Unaona vina picha machungwa. Mm. Kama vyatumia sana machungwa kwa sababu kiwango kikubwa cha vitamini C hiyo imekuwa ni msaada mkubwa sana ndani ya mwili, lakini pia hata kwa nje ya mwili. Unajua kwa mfano kwa watu ambao wanapata magonjwa magonjwa ya ngozi, labda mm, ana upele, ana chunusi, ana nini, vitu kama hivyo. Sasa akiwa akiwa anatumia pia haya maganda labda kuoshia pale kusugulia pale kwenye hiyo sehemu, inasaidia ngozi yako inapata vitamini C ya kutosha na inakuwa na uwezo wa kuweza kujilinda na magonjwa magonjwa mbalimbali, tochangaf yako inakaa vizuri kabisa. Okay, sawa, kwenye lingine ambalo tuko nalo katika mada ya leo, kuanzia mwaka 2026 wazee wote watarudi kwa vijana eh, kuanzia mwaka 2026 wazee wote watarudi kuwa vijana. Hii ni kwa sababu ha, wanasayansi tumegundua dawa ya kuzuia uzee na kufanya mtu aishi umri umblim, mrefu bila kuzeeka. Wa gani, na ni wazee wa umri gani? Wazee wote. Na huu ni utafiti ambao tumeufanya zaidi ya miaka tisa. Tulianza kuchunguza kwanza, kwa nini mtu anapata mvi? Tukagundua sababu ya mtu kupata mvi ni kupungua kwa seli za rangi, yani melanin. Sasa tukagundua kwamba uh, uh, hii aloe vera gel pamoja na kitungumaji vina uwezo mkubwa sana wa kuhuisha seli za rangi, yani zile melanin. Tukafanya uchunguzi kwa wanyama, tukagundua kwamba wanyama ambao wanakula zaidi majani, ambao hawali nyama wanaishi umri mrefu kuliko wanyama ambao wanakula nyama. Yaani wanyama ambao wanakula majani zaidi wanaishi umri mrefu, tofauti na wanyama wanaokula nyama. Kwa hiyo tukagundua pia, ukila chakula sahihi na ukawa unafanya mazoezi, itakuongezea pia umri mrefu, usiweze kuzeeka haraka. Lakini pia hatukuishia pale, tukatafuta namna ya kuweza kufanya mtu asipate, a, a, asipate kipara, ngozi isijikunje, kwa sababu haya yote yanawezekana endapo baadhi ya mambo yakifanyika. Mm. Vitaona ya ya mm. Kwa hiyo, kwa hiyo uh, watu, watu walikuwa naishi miaka mingi sana tofauti na sasa hivi. Sasa hivi mtu anazaliwa asubuhi, mchana anazeeka, kwa zima kufikia 2026, basi nafikiri mambo yatakuwa mazuri kabisa. Hata hizi makeup makeup hazitakuwa na kazi tena. Asante. Kwa hiyo wale wazee wanaweza karudi ujana, ama ni kwa sisi vijana tuwezi kufikia uzee? Hata hata mzee, unaweza kuwa na umri mrefu, lakini ukawa na nguvu zako kwa imara, unaweza kufanya kazi vizuri, una wewe uko vizuri kabisa, okay, hauna uchovu uchovu, yani, unakuwa ni umri umeenda, lakini muonekano wako unakuwa uko vizuri kabisa, na unaweza kufanya shughuli zako bila wasiwasi. Asante bwana, hebu ichukue hiyo kutoka Dr. Grayson, na 2026 si mbali, tunakuwa tunaisubiri hiyo ni kubwa sana, ambapo Dr. Grayson ameizungumza. Jambo lingine daktari, Wagonjwa walale juu ya miti, wagonjwa walale juu ya miti. Kwa nini dokta hii hmm? ni kwa sababu unajua mwanadamu yeyote anaweza akaishi hadi siku kumi bila kula chakula hmm, na mwanadamu hawezi kuishi dakika kumi tu hawezi kuzimaliza, ikiwa hapati hewa safi. Kwao nagundua hewa ni bora zaidi kuliko chakula. Sasa mtu akiwa naumwa, amelazwa kwenye chumba, madirisha amefungwa, milango imefungwa, labda kuna feni, kuna AC vinamdanganya, anakuwa apate hewa ya, ya kutosha kiasi kwamba hata kinywa zile dawa mwili hauwezi kuzitumia vizuri, hata kila chakula yule mgonjwa hakiwezi kumsaidia vizuri. Lakini mgonjwa akiwa nje sehemu ambako kuna miti, anapata hewa ya kutosha na maana hata zile dawa ambazo anazitumia Zitaweza kufanya kazi, kazi vizuri na kutumika kwa wakati. Hata kile chakula anachokula huyu mtu ki napata hewa ya kutosha kitaweza kuchoma kwa urahisi zaidi. Na ndio maana hata kama unaumwa, unasikia maumivu au unajisikii vizuri, ukikaa sehemu yenye hewa safi ya kutosha na ukanywa maji ya kutosha, unaona unakuwa vizuri kabisa, afya yako inatengamaa kwa sababu ya enye mi wa binadamu. Mfumo wa upumuaji huu ni mfumo muhimu sana, kwa sababu ni mfumo ambao unasimamia utendaji kazi wa mwili. Yaani eh, kati ya mfumo ambao unategemewa zaidi na mwili ni mfumo wa upumuaji. Sasa ikitokea mfumo wako wa upumuaji unafanya kazi kiunyonge au kiudhaifu, baadhi ya shughuli nyingi sana ndani ya mwili wako hazitofanyika kwa ufanisi. Ndio maana tunashauri Watu, hata, watu, wanapokuwa nalala usilale kumefunga milango umefunga madirisha. Pata hewa ya kutosha. Sasa hivi kuna AC zinawadanganya, watu mafeni yanawadanganya. Mtu akisikia ka ubaridi kali, ka, ka, ka upepo kali, anajiona yuko salama lakini sio salama sana. Inatakiwa mahali popote unapokuwa uwe nje, uwe unapata hewa kutoka nje. Ndio maana nimesema hapa mtu yoyo, mtu, mtu hawezi kuishi kwa dakika kumi, hawezi kumaliza mtu yote yule bila kupata hewa. Lakini unaweza kuishi hata wiki nzima bila kula chakula. Unaweza ukakata sababu bila kunywa maji. Lakini naona umuhimu haya wa sayansi ulivyo. Kwa maana ndani ya dakika kumi tu ukikosa hewa, unakufa. Sasa watu wajitahidi hapo na lala basi, hewa hiyo inaingia na kutoka tawasaidia au inaafya. Hata kama unaumwa shangaa, unatumia dawa zinakusaidia, baada ya muda mfupi unapata matokeo makubwa kabisa, pia kwenye tangamana. Okay, naam. E, bwana hebu tuichukue hiyo pia kutoka kwa Dr. Grayson Babishomba. Uh, kwenye eneo la hewa sasa, hapo kwenye kupanda juu ya mti au e, kipengele, viko vitanda vya kamba nafikiri unaweza kwa vitanda vya kamba vile, ufunga kitanda cha kamba afu unaweka juu ya mti sasa afu unakuna habembea huko na huko, usalama wa mgonjwa

wanaowawekea uw wanaowawekea waume zao pilipili kwenye chai wana uwezekano mdogo wa kupata magonjwa ya moyo. Hmm? Wanawake wanaowawekea waume zao pilipili kwenye chai wana uwezekano mdogo wa kupata magonjwa ya moyo. Hii ni kwa sababu hmm, wanawake mwanamke anaposhika kitendo wa ndoa angalau matatu kwa wiki na akafikishwa kwenye kilele huwa inasaidia kuzalisha vichocheo ambavyo vinasaidia kuondoa msongo wa mawazo lakini pia mwanamke ambaye anafikishwa kiele angalau mara tatu kwa wiki inamsaidia au ni kinga ya magonjwa ya moyo, lakini pia magonjwa kama kiharusi. Sasa mwanaume akiwa anakunywa chai ambayo ina pilipili au anakula pilipili. Ile pilipili huwa ina uwezo wa kuvuta damu kuelekea sehemu mbalimbali za mwili. Mm -hmm. Kwamba itamsaidia mwanaume aweze kuhimili tendo la ndoa kwa muda mrefu na aweze kumfikisha mke wake katika namna ambayo inatakiwa na kumwepushia hizi hatari za kupata haya magonjwa ambayo

Pia kwenye nguvu za kiume nimesikia, okay, hivyo afanye kazi, kumbuka ni damu. mm. Damu uh, watu ambao um, da mm. uh, wanakuwa na madeni inaweza kani msaada mkubwa sana wakati wa tendo. Tutakuja kufundisha zaidi wiki ijayo, jinsi ya kutumia pilipili kwa madeni, watu wana madeni, mtu akiwa na madeni akidia, yeah, kinakuwa iko sawa, sasa hata anadaiwa vikoba, anadaiwa huku na huko, kile kinakuwa ina utulivu, sasa hata kwenye tendo hawezi kushika vizuri, sasa wiki ijayo tutakuja kufundisha atumie pilipili ili aweze ku, kuiondoa hii hali na awe vizuri kabisa. Asante. Hiyo tunalisubiri sana. Hilo somo la wiki ijayo. Mm. Sawa. Daktari, lingine ambalo tuko nalo asubuhi hii. Matajiri wa Tanzania wa sasa wanachowazidi maskini ni magonjwa tu, mm? Matajiri wa Tanzania wa sasa wanachowazidi watu maskini ni magonjwa tu kwa nini? Kwa sababu matajiri wa Tanzania wao hawawezi kula vyakula vya Tanzania. Hivi vyakula vya Tanzania ni vyakula vya kishamba, wao wanakula baga, wanakula pizza, wanakula shawarma. Halafu hawawezi kula matunda ambayo yanalimwa limwa wa Tanzania, ya matunda ya kishamba kishamba, wao wanakula sasa yale maepo, ile epo waga ina kistika mm? ukibandua kile kistika kuna katundu pale. Sasa wao wanadhani labda kale katundu ni kwa ajili ya epo lipumui Nafikiri labda ile apple inapumua, kwa hiyo katika tundu kwa ajili <laughs> ya kufanya ile apple ipumue mm. Lakini pia matajiri wa Tanzania hawali mboga za majani, mboga za majani wanawachia mbuzi mm. sungura, kondoo. Wao hawali mboga za majani, hawali mboga za majani. Wale mboga za majani wao wamekuwa, wamekuwa tembo, wamekuwa swala. Hawali vitu kama hivyo wao, vikula vyao ni shawarma, sio shawarma mm. Shawarma asante, ndio maana yeye inaitwa shawarma asante. Ndio maana unaona no, no, no, matajiri wa Tanzania yeah. Mili yao ipo kama matenki ya maji, ndio maana mimi sasa hivi Ukinionyesha tajiri wa kisasa ambaye ana afya njema nitakuonyesha sufuria ya plastiki hmm. Ukinionyesha tajiri wa kisasa ama tajiri wa kisasa hawa, ukinionyesha mtu ambaye ana fedha alafu ana afya njema na mimi nitakuonyesha sufuria ya plastiki plastiki. Imetafakarisha hmm. okay. so, namba nisitie neno hapo <laughs> Sawa sawa, daktari tumeichukua hiyo na nadhani wamesikia pia watalifanyia kazi tobo. Pale maepo yanapumua <laughs> tusaidie, pale maa, umetuacha kidogo yanatoka... kwanza, mbegu zake, kwanza mbegu, mbegu za asili Sawa, mbegu za kisasa. Sasa mwanadamu jinsi alivyo, unatakiwa ule chakula ambacho kina uhai ndani yake ambacho ukikipanda kinaota tena. Sasa haya, hizi mbegu za kisasa hizi ambazo unasikia sikia ambazo zimeboreshwa, hizi ambazo ukipanda haiwezi kuota tena, yaani ukipanda inabidi unue mbegu kila mwaka. Ukipanda ukivuna, huwezi kupanda tena mpaka unue mbegu zingine. Sio salama kwa afya yako hata kidogo. Sasa haya, maepu ya kwanza ni GMO. Sasa wewe mwili wako, jinsi mwili wako jinsi ulivyo ni matokeo unachokula. Hmm. Yaani mwili wako unajijenga kulingana na vile unavyokula, kwa sababu wanadamu wote unavyomuona, ukimwona mtu yote jinsi alivyo imetokea vitu viwili tu, anavyowaza na anavyokula. Okay. Sasa ukila ukila vitu ambavyo sio vya asili, na wewe pia utakuwa ni mtu ambaye haueleweki, inaenda kubadilisha mfumo wako wa kinga mwili. Lakini kwenye katundu pale ile, haya matunda ambayo yanatoka nje ya nchi haya huwa yanadungwa sindano za uhifadhi ili yasiharibike, yakae muda mrefu sawa, ndio maana mm, unaona naweza akaimiri e kukaa muda mrefu bila kuharibika. Hasa haya madawa ya hizi kemikali za uhifadhi sio salama kwa afya yako. Ndio maana tunashauri unakula matunda, ule matunda ya msimu, lakini pia ambayo yanalimwa hasa katika maeneo nayoishi, ambayo yanaendana na hali ya hewa ya maeneo ulipo. Kwa hiyo haya ma mambo ambayo yanatoka nje nchi, nyinyi na mnaona ni ufahari kula vitu kama hivi, mtu anasema hizi kula maembe ya Tanga, na tena ninao panda ndege. Ndio maana unaona magonjwa magonjwa mengi sana sasa hivi yanawatafuna kwa sababu ya huu sasa ambao anaupenda. Pia bwana Nasibu, asante <laughs> Bila shaka darasa limefika vizuri eh. karibu sana na ni muda wa maswali dokta. Dokta, tulize ma, tupate maswali ya msikilizaji kama uta kuongeza jambo, tuasikilize. Tuwasikilize unaweza e, kupiga simu 0746100519 unaweza kupiga simu hapo vizuri uh, na ukazungumza kabisa Dr. Grayson 0746 1519. Na Dr. si naweza ukapata foni hapo, ili uweze kumsikia msikilizaji kwenye hii nambari ya simu, kwa sababu atakuwa analiuliza 0746 1519. Tuanze na msikilizaji wa kwanza. Sisi tuko vizuri, sauti nani hii? Hello. Bwana ujibu Bwana Jaji.